Bwana Yesu wasio wa watu wa Mungu tena atala kusaabari ya namna ya kushinda mapigo ya siri. Mapigo ya siri ni mtu anayekupiga kwa ndani bila kuongea mdomoni, na unajua vita vya kiroho ni ndani. Ndio maana mtu ambaye anajua kutunza mawazo yake ni rahisi kutunza hivi, kushinda hii vita ya ndani. Zaburi 19:14 anasema kwamba Mungu, ninaomba mawazo yangu na maneno yangu yapate kibali machoni pako. Kumaanisha mawazo yanaweza kuja yakawa mabaya na yakatumika kumpiga mtu fulani. Sasa Zaburi 31 mstari wa 4 anasema utalikuwa kwenye wavu nananetea mimi kwa siri, maanake unapigwa ndani kwa siri, mtu anakuwa anakuazia mabaya alafu anatamani upate vita fulani au shida fulani. Sasa huwa mara nyingi kama mtu akikulaumu, lawama huwa zinapenya kwenye moyo wako moja kwa moja, na kama huko kiroho utasikia au utaanza kukosa hamu ya vitu fulani. Ee, kitabu cha Mithali 17:10 inasema lawama zinapenya kwa moyo wa mtu wa ufahamu, na pia ukisoma Zaburi 62:4 inasema ya kwamba kwa midomo yao wanabariki, lakini mioyo yao wanalaani. Kwa hiyo mtu akikulaani anakudhoofisha. Laana ikitumwa inatua kwenye nafsi. Nafsi ni akili, hisia na maamuzi. Shalom, shalom.